Swali polepole pole yuko wapi linaulizwa kila mahali na jibu la swali hili limeendelea kuwa sijui. Watu wanatamani kufahamu mahali alipo Polepole, lakini kila anayeulizwa anajibu hajui. Hii yote ni kwa sababu Polepole pole Alisalitiwa na wenzake akafanya makosa matatu makubwa. Kosa la kwanza, kwa mujibu wake yeye mwenyewe, polepole pole, alisema kwamba alirudi nchini. Sasa polepole pole ni mtu makini, polepole pole ni jasusi, polepole pole ni balozi anayeyajua mashambulizi, anayejua hatari ya kitu alichokifanya. sasa kwa akili ya haraka haraka, tukiangalia hili kosa la kwanza la kurudi nchini kwa polepole pole mwenyewe, sisi tunaamini asingefikia maamuzi ya, ku, ya, ku, ya kurudi. Lazima kuna watu walimshawishi wakamwaminisha, wakamwambia hakuna tatizo, njoo. Endapo alirudi kweli na kwa mujibu wake yeye mwenyewe anasema alirejea, sasa Hili ni kosa la kwanza ambalo alilifanya. Sasa uh, ni kama wenzake walimuuza. Sasa kwa nini wamuuze? Uh, pengine waliona kazi tayari amekwishafanya kazi ambayo walitaka aifanye, pengine waliona tayari ameshaifanya kazi, wakaamua kumuuza, kwa sababu pamoja na wema alionao Polepole, pamoja na mienendo ya Polepole, pamoja na mambo ya, ya, ya, ya Polepole. Ni ukweli usiyopingika kwamba Polepole ana tabia ya kutokuaminika . Sasa pengine walitaka kumtumia tu alafu baadaye wamwache. Sasa kosa la pili ilikuwa kuwasiliana na watu mbalimbali kwa simu. Kama kweli alifika katika video zake alikuwa anasema anawasiliana na watu so sasa, hili ni kosa unapowasiliana na watu, watu watafahamu mahali po. Ifahamike kwamba Humphrey Polepole adui yeyote yule anaweza akatokea akaondoka na polepole yeyote yule. Haina maana kwamba Humphrey Polepole hakuwa na maadui. Ni lazima serikali iwe adui adui yeyote yule hata adui wa serikali anaweza akatumia njia hiyo kumchukua Polepole pole ili kuchonganisha hali zaidi kwao. Kosa, kwa kosa la pili umerudi, lakini bado unawasiliana na watu mbalimbali kwa simu. Kosa la tatu kuishi eneo lile lile alilozoea kuishi miaka yote Ununio, kwa sababu inasemekana wakati wa uchunguzi alichukuliwa akiwa Ununio. Sasa Ununio ndio makazi ya muda ya, ya, ya, ya mrefu ya ndugu Polepole. Sasa hili ilikuwa ni kosa pia kuendelea kubaki sehemu ile ile pale pale. Sasa kabisa kubwa, sasa kosa la nne, ambalo pengine ni kosa kubwa zaidi alilolifanya ndugu Polepole, ilikuwa ni kushirikiana na watu ambao hakujua ajenda yao. Ndio hapa tunasema Humphrey Polepole alisalitiwa. Polepole oh, Polepole alisema katika hotuba zake, ukizichunguza hotuba za Polepole Polepole, uh, katika yale machachari yake yaliyodumu kwa kipindi cha miezi miwili, ukichunguza zile hotuba, Polepole hakuwa mtu anayepanga kuleta machafuko. Polepole yeye alikuwa anahamasisha mabadiliko ndani ya chama, ndio sababu sisi wakosoaji wake tulikuwa tunamuuliza kwamba baada ya uchaguzi utaishije, na yeye wenyewe hakuwa na jibu. Kwa hivyo yeye alikuwa mapambano yake yamejikita katika uchaguzi kwanza ndani ya chama, katika mchakato wa kupata mgombea, lakini aliposhindwa akawa sasa anapambana kwa njia ya amani, akisema kwamba mimi sitaenda kupiga kura. Ukisikiliza hotuba zake, ndugu a alisema, yeye hataenda yeye binafsi hataenda kupiga kura. Alikuwa amekubali tamu ya kuhamasisha watu kwamba siku ya kupiga kura toka fanya fujo. Kwa hiyo uh, pole polepole hakufahamu hasa ajenda ilikuwa nini. Polepole yeye, pole alitumia njia zake kidemokrasia. Sasa so kama Polepole angefahamu kwamba kuna machafuko, kamwe yasingeshiriki jambo lile. Upo uwezekano kwamba kama angefahamu kwamba yatatokea machafuko, Polepole asingeshiriki jambo lile. Polepole si mtu wa vurugu, kama angefahamu asingeshiriki. Sasa utata unaibuka, utata unaibuka. Tusitupe uh, lawama upande mmoja tu, lakini lazima tuangalie na upande wa pili. Tusikubali tu kwamba Polepole alichukuliwa, tusikubali tu bila kufikiria, bado tuna nafasi ya kufikiria Kaka yake Humphrey Polepole alisema Polepole ana chipu. Sasa unakuja utata, kama alichukuliwa na mtu ana chipu, sasa ma, majibu ya chipu yakwapi? leza likaja jibu jepesi kwamba chipu imetupwa. Sasa imetupwa wapi? Lazima ueleze kwamba imetupwa wapi. Ana chipu sawa, tumekubali sasa mpaka leo chipu inasoma wapi? Imetupwa sawa, tumekubali, iko wapi? Kwa hiyo hii inatengeneza mazingira kwamba pengine polepole hakurejea. Ukisikiliza jibu la mkuu wa mkoa Albert Chalamila alipoulizwa unafahamu polepole alipo, Albert Chalamila aliulizwa na mwandishi wa habari kutoka Wasafi E, alimuuliza alimuuliza alimuuliza kwamba unafahamu Polepole alipo. Albert Chalamila alijibu kwamba yeye haelewi Polepole alijiuzuru akiwa nchi gani, lakini alisema hana connection yoyote kuhusu ndugu yake Polepole pole. hana connection yoyote, anamuita Polepole ndugu yake na anasimama katika maelezo yaliyotolewa na jeshi la polisi kwamba jeshi la polisi lilikuwa linachunguza kama aliye kamatwa naye Polepole ameleta utata si tu kwa jeshi la polisi, lakini ameleta utata kwa ndugu zake wenyewe. Lakini tunasimama pale pale kama mtu kweli ana chipu kama tulivyoelezwa, na pengine ndio chipu iliyomfanya kumwaminisha kwamba sipu iko wapi. Kwa hivyo tusitupe lawama upande mmoja tu, lakini akili ya upande mwingine inasema ni kweli, mtu makini Polepole pole kwa harakati zile angefanya kosa la kurejea? Polepole pole ni kama mtu ambaye alivunja kiapo chake pamoja na kwamba alikuwa akijitetea akisema haya anayoyasema sio ya kiapo, haya anayoyasema ni ya kiapo. Polepole alivunja kiapo, pole pole kiapo chake. Sasa angeweza kurejea, hapo ndipo tunapokuwa na wasiwasi. Kwa hiyo tusichukue tu upande mmoja, alirejea. Vipi kama hakurejea? Lakini unapata picha kwamba Polepole ni mtu makini, pengine akiendelea na harakati hizi aligundua nia ovu ya genge hili kuwa ni machafuko. Vipi kama aligundua na kuamua kutokomea anakokujua yeye. Pengine pengine Humphrey Polepole yupo sehemu katulia, anasikitika, anasikitika na kujuta kutumika na genge lenye nia ovu, lakini anawaza anarudije. Asanteni sana kwa kunisikiliza, niwatakia siku njema. Una maoni gani? Shusha maoni yako katika komenti. Sasa nitoe tahadhari, wale mnao nitukana, acheni kufanya hivyo. Usitukane mwalimu, acheni kutukana walimu. Kwa hiyo wale wanaotukana, acheni kufanya hivyo. Usitukane mwalimu. Hebu shusha komenti ya adabu hapo chini uendeleze mjadala wa kujenga nchi yetu. Asanteni.